Yes mwana sawa sawa digital hapo huko, poa kabisa eh, niko na taarifa ya kusikitisha kidogo kuhusiana na masuala mazima eh, ya ibada lakini pia makanisa na vitu vingine kama hivyo. Sasa eh, katika tukio la nadra na kuweza kushangaza sana la uhalifu kuweza kufanywa ndani ya nyumba za ibada yani makanisa, ambapo watu wanne waliokuwa wameziba nyuso zao kwa barakoa waliweza kuingia ghafla kwenye ibada ya jioni na kugeuza hali ya utulivu eh, kuwa taharuki katika kanisa la Fellowship Baptist Church ambalo lililopo huko huko e, Motherwell, Gqeberha huko nchini Afrika ya Kusini ambapo eh, mchungaji ambaye ni raia wa Marekani, Josh Sullivan ambaye ndiye alikuwa anaongoza ibada hiyo eh, katika kanisa hilo, kutokea huko Afrika ya Kusini, aliweza kutekwa mbele ya waumini wake. Yaani waumini wanashuhudia mchungaji anatekwa mbele ya kanisa. What a scene. Hey, hey, noma sana. Kwa mujibu wa ripoti za polisi, wavamizi hao waliiba simu mbili kutoka kwa waumini na kisha kuondoka na mchungaji huyo na kutumia gari lake aina ya Toyota Fortuna ambayo gari hilo eh, baadaye lilipatikana likiwa limetelekezwa, na mchungaji huyo hakuonekana mahali popote. Baada ya kumteka huyo mchungaji, inaonekana aliondoka naye, wakafika naye sehemu, then wakabadilisha usafiri, wakabadilisha gari, wakaliacha gari la mchungaji, wakaondoka naye kupitia usafiri wao wa ambao wanaojua eh, wao, wow. Sasa eh, tukio hili linakuwa li, li, li, ni mizito ni, ni sana maalum na vyombo vya usalama, kwa kuwa ni moja ya matukio machache ya utekaji kufanyika ndani ya eh, nyumba za ibada, lakini pia mahali ambapo kawaida hutegemewa kwa usalama. Uchunguzi sasa unaharibiwa na kikosi maalum cha kupambana na uhalifu mkubwa eh, nchini humo kinachofahamika kama the, the Hawks, ambao msemaji wao Luteni Kanali eh, eh, Vere Fumba amesema juhudi zote zitafanyika za kumtafuta mhubiri huyo na kuwakamata wahalifu wote ambao wanakuwa wamehusika na tukio hilo. Tukio limetokea Afrika ya Kusini. E, hata kama tuko kwenye nyumba za ibada tusijiamini sana kwamba tuko salama sehemu salama. Yatupasa tumwabudu Mungu lakini pia tujue kwamba kuna matukio mengine ambayo yanaweza kutokea kwa muda na wakati wote ambao hukustahili lakini pia hukuweza kutegemea vitu kama hivi hapa. So tuwe makini katika maisha yetu haya ya kawaida. Sisi kama sawa sawa digital nakuletea updates, lakini pia news zote ambazo zinakuwa zinatokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Zidadi kabisa that's my name. Subscribe channel yetu ili uweze kupata taarifa zote kwa wakati ambao unakuwa eh, unafaa kabisa.